Michirizi mipya ya pundamilia. Jua lilichomoza juu ya savana pana. Wanyama wote walikusanyika kwa ajili ya shindano la muundo mzuri zaidi. Zara pundamilia alihisi msisimko na woga. Kando yake alisimama Leo chui na Timo twiga. Kila mtu alitaka kuangaza siku hiyo. Zara alitazama matangazo ya dhahabu ya Leo. Walimetameta chini ya mwanga wa jua wenye joto. Michirizi yake nyeusi na nyeupe ilionekana rahisi sana. Na quote, mchoro wa Leo ni wa kushangaza na quote, aliwaza. Wivu kidogo ulianza kukua moyoni mwake. Leo alitabasamu kwa fadhili. na quote, bahati nzuri Zara na quote, alisema kwa furaha. Zara naye alitabasamu,

Aliamua kujaribu usiku huo. Chini ya mwangaza wa mwezi, Zara alichanganya matope ya manjano na nyasi kavu. Aliweka miduara midogo kwenye mistari yake nyeupe. Sasa ninafanana na Leo, alisema kwa kujigamba hakuweza kungoja kila mtu amwone, wa moyo wake ulicheza kwa msisimko. Asubuhi ilikuja na wanyama walikusanyika tena. Zara alitembea kwa kiburi kwenye umati. Kila mtu alishtuka na koti lo, muundo mpya na koti hata Leo alipepesa macho kwa mshangao. Zara alitabasamu akijihisi maalumu mwishowe. Ghafla, mawingu meusi yalitanda, upepo mkali ulivuma uwanjani, matone ya mvua yakaanza kunyesha, yakiosha tope. Matangazo ya dhahabu ya Zara yalipotea polepole pole. Punde michirizi yake ya rangi nyeusi na nyeupe ikarudi. Zara alitazama chini, uso wake ukawa mwekundu. Wanyama walitazama kimya kwa muda. Kisha Timo Twiga akasema kwa upole na quote, Zara, mapigo yako ni sawa kama yalivyo na quote. Wengine walitikisa kichwa kwa tabasamu joto. Leo akasogea karibu na kusema kwa upole na quote, Kupigwa kwako ni maalum, hakuna mtu mwingine aliye nayo na quote. Zara akapepesa macho, moyo wake ukiwa mwepesi tena. Aligundua jinsi wivu wake ulivyokuwa wa kijinga, hatimaye alitabasamu kutoka moyoni mwake. Jua lilipotoka tena Zara alikimbia kuvuka nyasi angavu, michirizi yake iling'aa na alama ya reli thelathini na tisa a kama funguo za piano kwenye nuru. Alijisikia fahari kuwa yeye mwenyewe. Alijifunza kutaka kuwa mtu mwingine hukufanya ujipoteze mwenyewe.